Israel imefanya mashambulizi makali ya anga dhidi ya maeneo mbalimbali ya Irani usiku wa kuamkia leo, ambapo imevishambulia vituo vya nyuklia, maeneo ya kijeshi, pamoja na kuwaandama wanasayansi wa nyuklia na viongozi wa ngazi ya juu wa kijeshi wa Irani. Taarifa hizi zimetangazwa na vyombo vya habari vya serikali ya Irani na kuthibitishwa na mashirika mbalimbali ya habari ya kimataifa. Kwa mujibu wa duru kutoka ndani ya serikali ya Irani, mashambulizi hayo yamekumba vituo vikuu vya nyuklia vya Natanz, Kandabo, pamoja na maeneo mengine ambavyo vimekuwa vikitajwa mara kwa mara katika ripoti za kimataifa kama sehemu ya mpango wa nyuklia wa Irani. Ingawa uharibifu kamili haujawekwa wazi, picha na video zilizotolewa na waandishi wa habari wa eneo hilo zinaonyesha moshi mzito ukifuka juu ya majengo ya viwanda na vilivyo karibu na maeneo ya kijeshi. Mashambulizi haya yametajwa kuwa miongoni mwa yenye madhara makubwa zaidi kwa Irani katika miaka hivi karibuni, yakisababisha vifo vya viongozi wa juu watatu. Meja Jeneral Hussein Salami, mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ambaye alikuwa na nafasi muhimu katika siasa na ulinzi wa taifa, alifariki katika mashambulizi ambayo Yametokea karibu na makazi ya viongozi wa IRGC mjini Teherani. Ferdoun Abbas Davan, mwanasayansi maarufu wa nyuklia na mbunge wa zamani, aliwahi kuwa mkuu wa shirika la nguvu la Atomic la Irani. Aliuawa katika shambulizi lililolenga kituo cha utafiti kilichoko kusini mwa Teherani. Profesa Mohamed Mehdi Tehranch, mkuu wa Mehdi, zamani wa chuo kikuu cha Azad mjini Tehirani na mtaalamu wa fizikia ya nyuklia ambaye pia alikuwa mshauri katika masuala ya teknolojia na ulinzi alifariki dunia baada ya kombora kulipua ofisi yake ndani ya jengo la tetesio ya elimu ya juu. Taarifa za wale zinaeleza kuwa baadhi ya raia wamejeruhiwa huko mitaa ya Iran, na miji mingine ya kati ikiwa katika tahadhari ya hali ya juu. Maeneo ya makazi ya karibu na vituo vilivyolengwa yaliripotiwa kuathirika na mtikisiko mkubwa wa aina hiyo. Miundombinu ya mawasiliano na umeme imeharibika katika baadhi ya maeneo, hasa karibu na Horamabad. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani, Nasa Kanan, alitoa taarifa kali asubuhi ya, ya kilaani mashambulizi hayo na kueleza kuwa ni uvamizi wa wazi dhidi ya uhuru wa taifa la Irani na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Aliongeza kuwa Irani itajibu kwa nguvu na busara kali dhidi ya Israeli. Ayatola Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa Irani, ameongoza kikao maalum cha Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa, ambapo mipango ya kujibu mashambulizi hayo inatajwa kuwa inaandaliwa haraka. Viongozi wa kijeshi wamesema jeshi la Irani liko tayari kujibu kwa haraka na kwa nguvu. Hadi sasa serikali ya Israel haijatoa taarifa rasmi kuhusu mashambulizi hayo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema mashambulizi haya yanaweza kuwa sehemu ya mkakati wa Israel wa kudhibiti ushawishi wa Irani katika Mashariki ya Kati na kuzuia maendeleo ya mpango wake wa nyuklia. Kulingana na vyanzo vya usalama vya Kimarekani na Ulaya, mashambulizi haya yanaonekana kufanywa kwa teknolojia ya hali ya juu ya angani, ikiwemo matumizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa kauli kuhusu hali hiyo. Umoja Mataifa umetangaza kuitisha kikao cha Baraza la Usalama huko nchi kama Urusi, China na Ujerumani zikielekeza wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa vita vikubwa kuzuka kati ya Israel na Irani. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Stefan, alisema tunalaani mashambulizi yote yanayoweza kuchochea vita vya moja kwa moja katika Mashariki ya Kati. Wito wetu ni pande zote kujizuia. Hali ya taharuki inaendelea kutanda katika Mashariki ya Kati huku dunia ikitazama kwa wasiwasi mkubwa jinsi Irani itakavyojibu mashambulizi haya ambayo yameua viongozi muhimu na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundo mbinu ya nyuklia. Wadadisi wa kisiasa wanatahadharisha kwamba tukio hili linaweza kuwa kichocheo cha mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi katika mataifa mawili hayo na pengine kuvuruga kwa kiasi kikubwa amani ya kimataifa.